E, bwana hii hapa ndio ile time ya kupeana zile tips za kimichezo ambazo zimechukua nafasi katika masuala uh, ya kimichezo. Kama uje subscribe basi utapitwa na mengi bana. Gusa tu neno subscribe na utakuwa umejisajili moja kwa moja na channel hii ya habari za michezo na burudani. Kumbuka tunaelekea dirisha kubwa la usajili. Hivyo usajili wa Simba na Yanga, basi utakujia moja kwa moja katika channel yako hii ya habari za michezo na burudani, ili usipitwe na taarifa hizo. Basi gusa tu neno subscribe Usha subscribe subscribe, basi utakuwa umejisajili na umejiunga moja kwa moja na channel hii ya habari za michezo na burudani hivyo na kusi. Subscribe kwa sasa ili ujisajili na ujiunge na maelfu ya Watanzania ambao wanafuatilia channel hii kwa ukaribu kabisa. Kumbuka usajili wote wa Simba Yanga, basi utakujia ya moja kwa moja katika channel yako hii ya habari za michezo na burudani, hivyo subscribe kwa sasa ili ujiunge na n Tanzania ama maelfu ya watanzania ambao wanafuatilia chaneli hii ya habari za michezo na burudani bwana. Leo namleta kwenu Stephen Amankona, mshambuliaji hatari kutoka Bellicum Chelsea pale nchini e, Ghana. Ni miongoni mwa nyota ambao wanawindwa sana na kocha Fadlu kwa ajili ya kuongeza nguvu katika eneo la ushambuliaji la klabu hiyo ya Wekundo Msimbazi. Ee, Simba Richa ya kuwepo kwa Steven Dosem Kwala pamoja e, na Christian Lionel Ateba, lakini bado kocha Fadlu Davids anahitaji mshambuliaji mwingine. Hivyo Simba wapo katika hatua za mwisho za kuinasa saini ya mshambuliaji kutoka Belkum Chelsea ya pale nchini Ghana, si mwingine huyu ni Steven Amankona ambaye msimu uliopita aliweza kufunga magoli 25 kwa ishirini na tano, nao klabu ya pale nchini Ghana na msimu huu tayari ameshaweka makambani magoli 17 mpaka tunavyozungumza kwa sasa, na si mwingine huyu ni Stephen Amankona, ni miongoni mwa nyota ambao ama washambuliaji hatari ambao watakuja kujiunga na klabu ya Wekundu wa Msimbazi, Simba kuelekea dirisha eh, kubwa la usajili mwishoni mwa msimu huu. Kumbuka Simba walimfukuzia eh, Stephen Amankona eh, msimu uliopita lakini eh, ikashindikana eh, kumpata ama kuipata saini yake lakini msimu huu Simba wapo serious kuipata saini ya Stephen Amankona kutoka klabu ya, ya... Bele kum Chelsea, kutoka pale nchini eh, Ghana. Simba wanataka kuboresha kikosi chao kwa ajili ya msimu ujao wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Msimu huu wamepanga kufika hatua kumaliza katika nafasi ya kwanza katika ligi kuu ama nafasi ya pili ili msimu ujao waweze kushiriki michuano ya kimataifa. Hivyo Simba wameanza kujenga kiti, kujenga kikosi chao taratibu, kisha kwamba wanapata wachezaji ambao watakuwa bora na watakwenda kuwatumia nako klabu hiyo ya e, wekundo msimbani, Simba kuelekea dirisha kubwa la usajili mwishoni mwa msimu huu. Basi leo nilikuletea taarifa hii kumhusu Stephen Amankona, mshambuliaji hatari wa Berekum Chelsea kutoka pale nchini eh, Ghana. Ni miongoni mwa nyota ambao Simba waliwawinda katika dirisha kubwa la msimu uliopita lakini ikashindikana eh, kupatikana. Hivyo msimu huu Simba wapo sirias na umeshaanza mawindo mapema ya, kumpanda, ya kumpata eh, Stephen Amankona ili aweje kuongeza nguvu katika safu ya ushambuliaji la klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba top scorer wa ligi ya Ghana katika klabu ya ya e, Belecum Chelsea msimu uliopita, na kwa sasa tayari ameshafunga magoli 17 kuna kwa klabu hiyo ya e, che, ya Belecum Chelsea kutoka pale nchini Ghana. Hivyo ni miongoni mwa nyota ambao wanavutiwa sana na kocha Fadu Davis kwa ajili ya kumchukua kuja kuongeza nguvu katika eneo la ushambuliaji la klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi, e, Simba kama ya usajili ambao tunadondosha humu ndani, hususani usajili wa Simba na Yanga, basi taarifa hizo zitakujia moja kwa moja katika chaneli yako hii ya habari za michezo na burudani. Leo tulikuletea taarifa hii ya mwamba huyu Stephen Amankona strike ambaye eh, huenda tukamuona kivalia uzi mwekundu na mweupe kunako klabu ya wekundu wa Msimbazi. Simba ni nyota ambao eh, au ni mshambuliaji ambao Simba walimwinda katika dirisha kubwa la usajili msimu uliopita, lakini eh, mambo hayakwenda sawa. Simba wamerejea tena katika klabu ya Berekum Chelsea pale nchini Ghana kwa ajili ya kuipata saini ya mshambuliaji huyu eh, Stephen Amankona ambaye msimu uliopita aliweza kufunga magoli 25 kutoka eh, katika eh, michezo, michezo 20, 4, ambayo klabu hiyo ya Berekum Chelsea, na kwa sasa ameshafunga magoli 17 katika michezo ishirini na nne ambayo ameshacheza kunako klabu hiyo ya Chelsea Berekum pale nchini eh, Ghana, hivyo ni miongoni mwa eh, nyota ambao Simba wanawawinda kwa hali na mali kuhakikisha kwamba wanapata saini zao kuelekea dirisha kubwa la usajili mwishoni mwa msimu huu. Simba wanahitaji eh, wapate eh, mshambuliaji mwingine ambaye atakuwa na uwezo mkubwa wa kupachika mabao tofauti na Christian Lionel Ateba pamoja na Steven Dose Mukwala. Hivyo Simba watakao waboreshe eneo la ushambuliaji kwa ajili ya kupata wachezaji ambao ni bora ambao watakuwa wanampatia mabao mengi eh, kwa wakati ambao Simba wana uhitaji, na mipango ya Simba Simba msimu huu ni kumaliza katika nafasi za juu ili msimu ujao waweze kushiriki michuano ya klabu bingwa e, barani Afrika. Kwa sasa Simba wapo kombe la shirikisho wa hatua e, ya robo finali. Hivyo msimu ujao wanataka warejee katika hatua ya ligi ya mabingwa barani Afrika. ili uweze kufanya vizuri katika ligi ya mabingwa barani Afrika, lazima uwe na kikosi bora na washambuliaji bora. Ndio maana Simba wamebisha hodi, kuna klabu ya Berekum Chelsea pale nchini Ghana Kuhitaji saini ya mshambuliaji Stephen Amankona, mshambuliaji ambaye Simba walimuhitaji msimu uliopita ila eh, ikashindikana wakashindi, eh, kumpata hivyo, eh, kwa sasa Simba wamerejea tena kwenye klabu ya Belkum Chelsea kwa ajili ya kuipata saini ya Stephen Amankona ambaye msimu uliopita aliweza kumeza na magoli ishirini na tano kutoka na klabu hiyo ya eh, Belkum Chelsea pale nchini eh, Ghana na msimu huu eh, Uh, uh, Stephen Amankona kunako klabu ya uh, Belkum Chelsea uh, pale nchini Ghana ameshaweza kufunga magoli 17 katika michezo sh, michezo ishirini na tatu ambayo eh, ameitumikia klabu hiyo ya eh, Belkum Chelsea kutoka pale nchini eh, Ghana. Hivyo ni nyota ambaye amewavutia mabosi wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba pamoja na kocha Fadu Davis. Huenda msimu huu tukamwona akitua kuna kwa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Huyu ni Stephen Amankona. Asante kwa kutufuatilia, asante pia kwa kuendelea kutuamini. Usisahau kusubscribe.